Haleluya, mtu wa nakusalimu kwa jina la Yesu Kristo Bwana mkozi liane. Haya, nakaa naviuliza nziulize, mamlaka za taifa la Tanzania, hivi mbarikiwa aliwakosea vipi aliowakosea mpaka na kutufuta kuanza kumuua? Taseekuwa na hatia? Mbarikiwa hana chama chochote. Mbarikiwa sio mwanasiasa. Mbarikiwa anapinga tu mabaya. Hivi kuisaidia nchi, kuwakataza wabaya wasiwemu katika taifa, ila hivi hivi ni kosa? Ni tatizo? Mana wanadamu tusipikia hapo, iweni na huruma. Jaribuni kutazama msaada wa mtu anaoweza kuwa anasaidia taifa la Tanzania, kwa sababu kweli taifa linahitaji watu wote wni wao watu wanaoweza kupinga ubaya kwenye taifa la Tanzania wasiwemo, eh? wasiwemo ivi. Mimi ninachotaka kuuliza ninauliza tu swali moja kwamba hivi aliwakosea nini jambo ni waliowakosea paka hawa wasiojulikana? Paka mtu anaamua kukimbia nchi, anaamua kukimbia, anakuwa katika nchi yake mwenyewe anakuwa kama mkimbizi. Hapana, usifikie hapo, ni vema ujue kwamba tukae chini tuzungumze, yasiwe haya. Eh, asiwa haya. Watu wema wanahitajika, watu wema ndio wanaweza kusaidia taifa la Tanzania eh, kwenye Biblia, bibilia eh, kwenye kitabu cha eh, Isaya hamsini na nane Isaya hamsini na nane aka piga kelele, wala usiake paza sauti yako kama tarumbeta, manake piga kelele, usiake paza sauti yako yake kama tarumbeta kupinga mabaya kuwapinga wanaoweza kufanya mabaya, kuwakemea ambao wanaofanya uhalifu, wanaofanya wanaoweza kufanya mtu mwingine mabaya. Sasa tumefikia mahali pabaya sana, ambapo mtu mwema, mtu mwema kwenye taifa la Tanzania hili anaandamwa na kutafuta kuuawa mpaka eh, mtumishi wa Mungu amekimbia nchi amekimbia nchi kwa sababu anatafuta kuuawa eh? Hao watu hawatu wasojulikana wanakakutana mwiga ili waweze kuondoa wale wake kosalateniisiwo mwizi, hahamasishi watu kuiba, hahamasishi watu kufanya mabaya, hahamasishi watu kwenda kuharibu cha mtu au kwenda kuharibu tawala fulani. Hapana, anahamasisha awa yoyote awe ea hii anachochukia kiki ni mtu ni ubaya tu kwenye taifa la Tanzania hasa. Mimi nachosikia, nachosikia taifa la Tanzania si okay. E, taifa letu sifikie, maktaenda kulingana, mtu mwema anapokuwa anaonekana basi asionekane, yani kwenye taifa hili mtu mwema sionekane aonekane, si kama ni ni muuza madawa ya kulevya. Hapana, tusifikie huko, ni vema tukae chini, tuzungumze. Watu wema wanahitajika sana kwenye sisi, unavyoona hivi isivyokuwa ni kwa sababu yake yeye, kwa namna alivyojitoa na kutusaidia Tulikuwa ni wabaya kweli, tabia chafu chako tuninazo matendo ya chafu ambayo, ila kwa namna ya injili yake na kuhubiri kwa habari njema, sisi tumeokoka, tumesaidika kupitia. Sasa wako wengi wanaosaidika kupo, ila kwa sababu wengi wanaogopa, takomkapa kwa sababu mnatafuta kumuua, na watu wengi atataa wako tayari kufa sasa mimi natusiku, huyu ni mtu mwema sana, huyu ni mtu mwema. Sisemea kwamba mimi nimetumwa na mtetea, hapana, ila wanasema mnyonge mnyongeni. Aaee, ni mtu mwema sie naivoaaa ii. Mimi nachosema hana chama chochote, hajajiunga na chama chochote cha siasa. Usitafute n naosema jaribuni kutazama watu wema katika taifa hili, wanahitaji Mungu awasaidie sana. Mungu awakumbuke awapo kufikiri. Kaeni chini mzungumze, taifa linapoenda sio kuzuri. Nchi ya Tanzania na kuelekea sio kuzuri. Mungu akusaidie sana, Mungu akupe neema, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana a